Una maisha. Na maisha hii mwanangu, ndizi hapa, ungekosa kuja in ungekosa kuja ningekuwa, inaoza juu yule kweli yeah. Ungekosa kuja Eh. Ungekosa kuja kukupatia wewe, inaoza yeah. Juu kimsogea na hapa sogea pembeni yeah. Ingine ile pale juu yaani hapo ukizunguka kuna mikungu zaidi ya mia mwanangu mm -hmm. Kwa hiyo mwanangu usia nakupa kujituma yeah. E, kujituma ndio kila kitu. Na la msingi tuombe amani tu, tuchki nchi ikiwa tu na amani, unafanya kila kitu, unalima unakaa, ukifuata una... Eh, mkumbo mwanangu, naondoka minaondoka, ukifuata mkumbo ndio shauri lako. Pambania dini, tumjue Mungu wako mapoli eh. mapoli kibao kibao, wewe ukimwona mtu anataka kulima mwambie mimi nakuja kumpa huko e, alime mjini, mnapanana joto joto, kuna joto, unaona huko <laughs> Hata ile afeni huna una kama mjini, na afeni pole iko tu pa Mungu, yata yata kwa na hela mingi, kuna joto nyumba <laughs> zimekaa zimejichomeka kama visheti, zitakotaje kupata joto eh yeah. tuna nini basi? no serikali tuletee miundo mbinu, tuletee maji huku, tuletee umeme, mimi sikutaki mjini eh yeah. huduma <laughs> uh, lumata... za mm. afya si za wazi, sikutaki mjini mi bezi shuke nini eh yeah. bezi shuke nimefika hizo kwa mama Mama, ananisikia mama msikivu, anasikia zote hizo. Basi tu nataka kumletea chokochoko na nini, wana vitu vyao nyuma, sawa, apanzia sawa, tuweza ni tulime <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> kweli, mipoli mingi imekaa bila sababu, mkaza kubanana tu mjini, wao banana kwenye madaraka tu, tukiambia kwenye zege hawataki Ana mbwa kimkuta kwenye geti kumbwa mbwa kula tu bwana jibepo kama, kama liko wapi? Kumbe liko Mandela kijijini wana mbwa huyo si mchezo. Wewe,